dada jamakanza hangi jawizjamayera Eh. dada hala nabona nwasuka mahala geniilemba goncere gashihangi mbute hela mm, ya uchele. tarekiri ihera hela ya ukula.

Wacha nampa kiburi Selina. Leo naanza na wewe. Bebe namala. Na mala. Kwa heshima kwa mdani huyu sana basi ashikila ga mwisho. Nimeamua kutetea familia yangu. Leka kana, kana familia yani. Noko betense de na bitaka dokodwa ntako gekidi na manya na bebe na bahati nzuri inga na twamanya. Onyo. Achana, achana na familia yani. Umekona kiburi kama mkeo, si ndio? Otizua haya geto modibo geja. Tena, la kana kagete ne familia yane. Hangene o otizi iza kongusia geto sedina. Izo kongusia geto ngewa no sedina. Haki ana ni mzee wangu, utajutia nikufyeketi kesi, weka toto. Nikufia ke. Nikufia ke? Sasa umeamua kukatalia njiani nisipite? Kipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. oh, baba we, hizi mila hey, na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia Pukara wa mababa mwana seje shika shati, mpe mtoto elimu kesho watakusaidia. Mtemi we, hey, oh, oh, Mtemi unapoteza mwana kisa mifugo.

Huyu Serina ana watu wenye nguvu na hili swala sitaliweza, au niachane na mali ya kaka yangu, ni wakabizi zote kama na mnyonge wangu kanivimbia kifua tena kanitishia kwa kujiamini. Hapana, hili swala ni zito, niachane navyo niviri numunyu vira seeswo Umekuja kinyonge sana na sio kawaida yako. Leo nina mambo mengi sana kichwani, naomba unipikie chakula nile, nilale, nipumzishe kichwa changu. Kera, kera kau kuno nyanda, kera cha. Wewe uri zaidi wa rafiki wane. Sasa na kwena hena. Ukategerekakashemeki kategerekake shemeji, najua na ujua ukweli. Nimekuja na naye hapa. Ile ni kile nilichokifanya, sio kitu kizuri, kwa hiyo wewe ulifanya kwa faida gani? Mimi hata sikuwa na nia mbaya, mi nilikuwa najaribu kupima tu kama kweli unampenda, lakini nilichokigundua nyie wawili mnapendana sana. Sasa numecha kituma nayombeulitukuane halafu tutihaalichaka Twaruka mayira na mayira, twaruka mapanda na mapanda, malambo na malambo. Twamanya nayo nyingi. Nalilomba ruru, kadegereka kashemeji. Mwaniki wazunyila kukuchola, akutokirwe lekana ngani iki mburu ya mmasaka iyi, nyamu ya mmasaka, nyamu. Uti wona gamiso gayo gape giti chubu. Kadegereka kashemeki duhu. Kannikimbur nyam geti shemeji namba, usiniree vibaya. Tausi pia usiniree vibaya shemeji namba, mkono wako Nimewashikanisha mikono hii nikiwa na maana ya kufukuza uchawi, unafiki, na kuriombea mema penzi lenu, ristawi, richipue, likue, mpate na matunda. Nawatakia mapenzi mema, naomba niwapishe kidogo mzungumze. Ntemi. Twende. Twende bwana.

hivi baada ya kumaliza maswali unaofuatilia utafanya nini? Mungu akijalia malengo yangu yakaenda vizuri, tutahama tutahama kabisa, tuende tukaishi sehemu nyingine. Unahama na kaka au ndiyo? Sasa nitamwachaje? ingawa sina mamlaka ya kuamua lakini yeye akikubali akaamua kukubaliana na mawazo niliyompa mimi, kwangu ni kushauri tu. Mm. Lakini wifi, umesikia habari za mkutano wa kesho? Nimesikia. Lakini wifi, si tutaenda wote? Mm, tutaangalia hiyo kesho, kuna kuchaje. Mm. Sasa, sawa, haina shida. Eta chumbi tueki lumecha, haikuwa rahisi kukuelewa, ila kikuli nina kupenda sana. Pia naomba unisamee kwa kukuaibisha mbele ya dada yako. Isingekuwa rahisi kukuacha. Hata kama usingekuja kunitafuta, ningekuja kwako kukuona. o ni kumbatie tie tuwashinde majaribu. Umamangu asubuhi asubuhi amependeza, nataka kwenda wapi? Mwanangu leo, tuna jambo letu, naenda kukutana na wanawake wenzangu huko. Jambo gani asubuhi asubuhi? tunaenda kukutana na wanawake wenzangu kabla ya mkutano, ili tuweke mambo sawa, sinajua sio tukapishana kwenye maamuzi Vipi? nenda kufunga goli la mkono. Basi sawa Ataka, atakaojili huko utaniambia. Hapana, kwani wewe hautakuja kwenye mkutano Chio basi muone mama yako na navyosumbua. <laughs> Hapana mama, mimi sitakuja huko. Sinikwambia usitoke nyumbani, nafika nga mjia, nakuja basi. Nikuombe ukae okay, hapa nyumbani. Sinakuja naye ni mzuruaji. Nisitoke na, na, mzuru na ukaondoka, niende nirudi nikukuta hapa, sawa. Ah, mama, aya baadaye. Ah. olyakuca litigwagavogota ecolehambale ecokwimbula uleja limitugo kulikongwana wako vava ntemi ava kupandika makoye ukogaya hakodimae Unapoteza mwana kisa mifugo, elimu bure. Unapoteza mwana kisa mifugo, watoto oh, ah, ende shule. Unapoteza mwana kisa mifugo.